Serikali ya kaunti ya Murang'a inaendeleza ujenzi wa barabara katika miji tofauti kwa lengo la kuimarisha biashara na kuipa miji tofauti sura mpya. Mradi huu wa ujenzi wa barabara maarufu kama Murang'a Smart City umeangazia kuboresha biashara katika miji, kuwapa wafanyabiashara biashara mazingira bora ya kuendesha kazi zao. Akizindua mradi wa barabara ya Gitugi, eh, Smart City, gavana wa Murang'a Irungu Kangata amewataka wakazi na wafanya biashara kujitahidi kwa kazi zao na kusaidia kuimarisha biashara. <coughs> sema wamefanya kazi kwa sababu zile mabarabara ma, zilikuwa na shida mingi, zingine zasho zake ame, amefanya kazi na hata zimewekwa eh, imekuwa na kabros ama zingine ziko na maram hii Murang'a. Wakazi wa towns waliniomba hata wao wafikiriwe katika mambo za maendeleo, na tumefanya smart city program. Kwa kila constituency on average, three major markets. Na hizo market zinafunua, zina expand businesses. Hii itasaidia mtu akiingia huku ndani ya manduka hata kuwa na matope kama ile ya kitambo, atakuwa mtu msafi, na atakuwa akitaka kuangalia ni nini inauzwa huku ndani, hii sioni huku nje, mambo kama hayo.